Tumekuwa na maombi kaza wa kaza ya kuondoa maagano. Wangapi walikuwepo siku ya Jumaa? Tuliondoa nini? Agano la nini? La nini? Sauti, sasa hujapaza sauti. Agano la, bado sijasikia huko, agano la. Na tukazuiliwa ya kwamba tusirudi tena kuchanja chari tulichanja chale tukijua kwamba ndio zingekuwa msaada katika maisha yetu, na tukasoma Biblia kwamba msichanje chale ndani ya mili yenu kwenye nyama ya mili. Yawezekana chale zimerudi zikawa ndio pigo katika maisha yako. Inafika hatua chale na geuka, inakuwa giza, lakini hapo mwanzo ulijua ya kwamba unakwenda kutafuta msaada na ndio maana Mungu alipotaka kusema na wana wa Israeli akamwambia Musa, waambie kwanza wajitakase. Na hata sisi Ijumaa tumekuwa hapa na maombi ya kujitakasa, na hata leo. Hata kama hiyo chale ilikuwa ndiyo kinga, kwa maombi hayo no tunayokwenda kuyafanya, lazima uanze upya kwa jina la Yesu aliye hai. Sema na iwe hivyo. Sema Bwana ni wewe, una uwezo ukaning'olea mwiba huu na kunitatulia kesi hii, ni wewe Bwana. Mwachilie mtu huyo, nyosha mikono juu, unitazame hapa, nitazame hapa, nitazame hapa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume, inanijia kumi na tisa kumi na tisa chapuchapu, mtu mmoja, kumi na tisa ukiumesimama hapo Tuingia kwenye tendo la imani 19. 19. Mungu akuondolee agano la kale, na wewe ukubali kuliondoa agano, hata kama ulikwenda kwenye chale na ukachanjwa, lakini Mungu anaangalia vile unavyoweka mkataba. mliokwepo Ijumatano na Ijumaa nimefundisha vitu hivi, navyosema haya, unanielewa, kwa habari ya Ibrahimu vile alivyoweka mkataba kati ya yeye na Mungu. Ibrahimu ameanza na Mungu akiwa na miaka michache na uso wake umekwenda mbele za Mungu miaka kazawa kaza wakaza, lakini hapa mwishoni tunaona Mungu anasema na Ibrahimu ya kwamba anaweka agano jipya na si kwamba Ibrahimu alikuwa mjui Mungu. Ibrahimu ameanza na Mungu miaka kaza wa kaza tena, tanyakati zile amemoa Sara, yeye yuko na Bwana, lakini kilichotokea tunakuja kuona mwishoni Mungu anasema na Ibrahimu ya kwamba naweka agano jipya, na hautaitwa Abrahamu bali utaitwa Ibrahimu kuanzia leo, na utakuwa baba wa mataifa. Hilo ni agano, lakini Ibrahimu akiwa ndani ya wokovu, na we unaweza ukawa ndani ya mcha Mungu, unakwenda kanisani, lakini kumbe bado kuna agano likung'ang'ania miaka miaka kuna vitu ulifanya na ukaweka mkataba bila kujua, chale zikapita kwenye mwili wako, lakini leo Mungu aweke agano jipya, usiitwe tena Abrahamu bali ukaitwe Ibrahimu, mtu mwenye kumiliki mambo mazito. Sema amina kubwa, tuvunje uchawi. Matendo ya Mitume kumi na tisa. Soma pale, mtumishi wa Mungu, kumi na tisa, kumi na tisa, kumi na tisa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na tisa mstari wa kumi na tisa ndio nitasoma kwa uweza wa Bwana. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga, na watu wengi katika mambo yale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao. wakakusanya na wao vitabu vyao. Wakavichoma moto. Makofi kama unanielewa, wakavichoma moto mbele ya watu wote. Eh uh -huh. Wakafanya hesabu ya thamani yake. Ndio, ishirini mwisho, eh uh -huh. Wakaona ya kwamba wakaona ya kwamba yapata fedha hamsini elfu. Ndio. Hivyo ndivyo uh -huh, neno la Bwana lilivyozidi kushinda kwa nguvu. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi kushinda kwa nguvu na mamlaka. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Hivyo ndivyo walivyokusanya waliokuwa nakwenda kwenye mambo ya uganga. Unaweza ukapiga hesabu ya kwamba tangu nimezunguka kwenye mambo ya uganga mpaka leo nimeona faida gani? Nalichanjwa bure, leo nina alama za kiganga. Lakini unakusanya vile vitabu na ule ukurasa wa nyuma, unateketeza moto, alafu unasema kuanzia leo ninaanza moja na yule aliye juu a na hata kama kuna mwanadamu amekusanya majina yako akapeleka kwa waganga wa kienyeji, ila leo neno la Mungu likawe na nguvu zaidi yake. Amina, malizia k Mika. Mika, nitakatilia mbali uchawi na mimi nakwenda kukatilia mbali mchawi. Wangapi tuko tayari? <laughs> wangapi wako tayari? mchawi wa maisha yako na akatwe sasa. Hili ni neno la Mungu. Wachawi walikuwepo, hakuna nyakati mpya. Wachawi walikuwepo na walikuwepo na wakawepo na watakuwepo na watawangia, lakini wao mchawi, leo nikupe siri yeye yeah, yeah, kinachoweza kumkimbiza katika maisha yako maombi, akatiliwe mbali Amina. sema amina Amina sema amina mchawi anaosukuma magonjwa kwenye mwili wako mwili wa familia ya watoto wako Ndiyo. kwa familia yako Ndiyo. kwa watoto wako Ndiyo. kwenye kazi yako Ndiyo. Akatwe asikatwe. Tumesema leo tunaondoa roho ya kichawi, si ndiyo? Semamina, we kijana pale njoo njoo njonjoo njoo. Njoo mtoto wangu pale, we unaogeuka, kimbia kimbia kimbia. Akatu asikatwe. Akatwe twende, twende, twende. Asikatwe mwako usiwe mkononi mwako baba, yawezekano ulikuwa na ndoto kubwa katika maisha yako lakini unachau na uharibifu unapitia kwa mke kwa mke, kila wakati anakuwa anaharibikiwa, mambo yanarudi nyuma. Kila wakati anakuwa anavurugika, mambo yanarudi nyuma, mgogoro unatokea, vitu vinarudi nyuma, mambo yanaharibika, vitu vinarudi nyuma, mambo yanaharibika, vitu vinarudi nyuma, mleto huyo anatokea kuzimu. Naona yuko, naona yuko mahali pabaya sana, naona yuko mahali pabaya sana, naona yuko mahali pabaya takuwa vitu vinagoma. Hebu nitazame, wewe nitazame huku, nitazame huku, nitazame huku, vitu vinaharibika. Ewe mama, ulipata mume, ulipata mume, nitazame, nitazame. Ewe mama, ulipata mume, inafika hatua we unakuwa na ndoto, unatamani mambo yaende, unatamani vitu viende, lakini kila wakati inapitia kwa mwanaume ndio inakuwa kama pigo la kuwarudisha nyuma, ila mambo unatamani, ningekuwa na maisha haya, ningekuwa na vitu hivi, ningekuwa na mambo kama haya, ningekuwa na vitu kama hivi, unatamani, kumbe agano lile la kichawi la kiukoo kwenye familia mme wako, la ukoo kwenye familia mke wako, hilo ndio linavuta. Kuna uchawi unavuta, mambo yanaharibika. Ndio maana nikakwambia, mwambie Bwana, kama kuna mwiba, kama kuna mwiba umekuwa ni mwiba, Mungu, wewe unajua jinsi ya kutatua mwiba huu Mungu wewe unajua ni jinsi gani utafanya, na ndio maana nazungumza na mtu mmoja hapa mwenye imani, anaotaka maendeleo, anaotaka kupiga hatua, anaotaka awe mzima, anaotaka mtu anaojipenda, anaotaka maisha yake awe juu, anaotaka awe msaada kwa wengine, anaotaka awe msaada kwa wengine, anaotaka aishi kwenye nyumba yake, anaotaka ajenge nyumba yake, anaotaka awe na kiwanja chake, anaotaka awe na usafiri wake, anaotaka awe na maisha yake, anaotaka kusomesha watoto huyo ndio nataka niseme naye hapa, niombe naye hapa, tuzungumze naye hapa, tuombe naye hapa, tuzungumze naye hapa, mwenye ndoto na maisha yake, anaotaka maisha yake bora, anaotaka maisha mazuri ayaone akiamiriki mikononi mwake. Huyo ndio namtaka, huyo ndio namtaka. Tuungane kuondoa uchawi, hata kama ni wa wapi, hata uliupitia wapi, kwa jina la Yesu. Na tamani leo kuondoke. Uko tayari kanisa? Uko tayari kanisa? Hebu nyoshe sasa, ebu nyosha mikono sasa, ebu kwa imani tuungane. Sema, eh Yesu, ninaondoa leo uchawi, uchawi kwenye marango yangu, kwenye, kwenye mwili wangu, wangu kwenye familia yangu, kwenye familia yangu, uchawi, Uchawi unaorudisha nyuma ndoto zangu uchawi uchawi unaopitia kwa huyo mtu unaepitia kwa huyo mtu, analeta makwazo analeta makwazo analeta makwazo analeta makwazo analeta analeta uharibifu analeta uharibifu analeta giza analeta giza analeta giza analeta giza anazuia maendeleo anazuia maendeleo huo uchawi huo uchawi unamfanya mtu huyo kuwa njia fanya mtu huyo kuwa njia, wanapitia kwa mtu huyo, wanapitia kwa mtu huyo, ili mimi nikate tamaa, ili mimi nipate balaa, ili mimi nikate tamaa, ili mimi nikate tamaa. Leo, leo, leo, leo ninarudisha ninarudisha ninarudisha ninarudisha, ninarudisha. Narudisha, narudisha, narudisha, anza kurudisha, anza kurudisha. Kwa jina la Yesu Kristo ninarudisha, kwa jina la Yesu Kristo ninarudisha, kwa jina la Yesu ninarudisha, ninarudisha, kwa jina la Yesu Kristo ninarudisha, ulikotoka uchawi, ninarudisha uchawi, kwa jina la Yesu Kristo ninarudisha, ulikotoka, ninarudisha uchawi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, uchawi ninarudisha, ninarudisha, ninarudisha, ninarudisha, lezea, lezea, lezea

Yesu, kwa jina la Yesu, Yesu, ninarudisha Bwana, ninarudisha, leo, leo ninarudisha uwo uganga wao, chawi wao, waho uwo na wao, ninarejeza, ninarejeza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, narudisha. Narudisha, narudisha, narudisha, uchawi, uchawi, uchawi, kwa jina la Yesu, rejea, rejea, rejea, rejea, rejea kwa moto, narejeza, narejeza, narejeza, narejeza, narejeza kwa jina la Yesu, Baba, narudisha. Ninarudisha, ninarudisha, ninarudisha huo uchawi, huo uchawi, leo narudisha, leo narudisha, ninaondoa kwenye ofisi yangu, ninaondoa kwenye nyumba yangu, ninaondoa kwenye malango yangu, ninarudisha, ninarudisha kwa moto, kwa moto, leo, leo narudisha, leo, leo, leo narudisha, leo, lese rejea kwa jina la Yesu, rejea ulikotokea, rejea ulikotokea, rejea ulikotokea. Baba na rodesa baba na rodesa baba na rodesa baba na rodesa, kwa neema yako, kwa nguvu zako, ninarudisha leo. Ninarudisha leo, ninarudisha, ninarudisha, ninarudisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, rejea sasa, rejea sasa, rejea sasa, rejea sasa, rejea sasa, rejea sasa, rejea sasa, rejea, rejea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ewe Bwana, ninarudisha Bwana, ninarudisha ninalodesa ninalodesa ninalodesa ulikotokea ulikotokea, uwa uganga ua uchawi uwa ushirikina, nina ulodesa ninaulodesa ninaulodesa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, baba narudisha Baba na rodisa Baba na rodisa Baba na rodisa na rodisa na rodisa huo uganga huo uchawi huo uchawi huo uchawi, ninaondoa ninaondoa ninaondoa kwenye malango yangu kwenye malango yangu kwenye maisha yangu, ninaondoa leo ninaondoa leo ninaondoa leo kwa jina la Yesu, ninaondoa ninarodisa Mendoa, mendoa na kulejesha ulikotokea ulikotokea. Haki yako, mamlaka yako itawale katikati ya watoto wako. Nyosha mikono yako juu. Wangapi waliokuwepo Ijumaa, si unakumbuka hilo andiko eh? Yeye atatuokoa mikononi Chaa. Na nikatoa mfano wa kwamba Mungu ni waajabu, yani anaweza akakuacha mpaka wachawe wanakuchukua, wanakupeleka, wanakutumikisha, wanafanyaje. Ameangalia tu aone msimamo wako meenea vizuri unapita, ndio maana nasema mikononi mwa adui, mimi nitakuokoa mikononi mwa adui. Kumbe unaweza ukawa mikononi mwa adui, Mungu anaona, ila haufi wala ufanyeje, lakini mwisho wa siku inafika siku usioijua na saa usioijua unaokolewa. Manake kumbe hata leo unaweza ka ukaokolewa katikati ya ugonjwa, unaokolewa katikati ya tatizo lililokuwepo Unaona, kama mambo ndio yamefika mwisho, kumbe, vile tunavyomuomba, haumwombi mwanadamu, unamwomba yeye aliyokuumba. Umesimama unaomba unaomba unaomba, unashanga, unatoka hapa hata masaa matano yaishi, unaanza kuona simu za ajabu, simu za upendeleo, simu za ajira, simu za mafanikio, simu za baraka, simu za amani. Pokea na utoke hapa waliokuwa na kuroga kwa siri kwenye marango ya kazi yako, kwa sababu unakubalika kwenye ile kazi. Muda si mrefu, siku saba hazitaisha, nakupa siku saba. Niko hekaruni, niko madhabahuni, ninaongea kwa niaba ya yeye aliyokuumba asiyeonekana katika macho ya damu na nyama, lakini kwa imani tunamuona. Hawa waliokuwa wanataka kukuangia na wanakuangia kwa siri, wengine wanakusalimia na kukupa mikono kwa sababu yaona kubarika, kwa sababu ya we ni mcheshi, kwa sababu najua kuongea. Mimi ninasema kwa mamlaka ya kimungu aliyonipa, ukawaone na kuwatambua. Waanze kujitaja wenyewe, waanze kujitaja wao wenyewe, waanze kujitaja wao wenyewe. Hey, wenye we. Mungu akutoe mikononi mwao, Amina. Mungu anakuokoa mikononi mwao leo Amina. umeokolewa mikononi mwao leo Amina. Kwa haya na mengine mengi usisahau kusubscribe kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.